Sasa hivi tunaonekana ma, ma DJ, ma presenter huwa mnawapanga wasanii. Ah, unaona biti fulani bana? Piga biti kama zile. Mwone. Yeah. Watu wasema dudu ndio kitu ambacho kinaua mziki. Yaani msanii unakuja na ile yako, lakini unakuwa huko ukifika producer akwambia, "Usipite huku bana, pita huku." Wakati kashakuja na feelings zake, afu uko nako kupitisha ni kwa mtu fulani. Anasema mbongo siku hizi wamekuwa kina techno. Na kila mbongo anataka kwa techno. Ya yeah, hiyo iko hivyo. Kuna baadhi ya muziki au producers ambao au watu wadau tu kwa maana yeah, yeah. Msanii wake apite kwenye ma, mapito fulani hivi yeah. Lakini pia uh, producer ana haki ana, ana uwezo wa kumshauri msanii msanii kwa kutokana na jinsi anavyoimba yeah. Akamwambia, ukipita huku kutokana na beat ambayo nimeitengeneza mm. Utafanya kitu kizuri. Sasa hapo inakuwa ina inachanganya ina au si haya bana. Okay, uh, msikilizaji wa Capital Radio dakika za sana mbizi zimekwisha ondoka toka 9 kamili za mchana. Ili time ya sisi kuzungumza na Harmorapa. Au sio? Yeah. Eh, yeah, mdole tuko na pasha. Kazi imeanza. Ngoja nifanye hivi. Yeah, hapo sawa eh? Yeah man. Okay, kama ambavyo tulikwambia utakuwa na Harmorapa hapa na umemsikia toka mwanzo na sasa hivi tunaanza na story rasmi sasa kuhusiana na interview na mambo mengine kibao kibao. Jamaa kaja kwa tension kubwa sana kibongobongo, tofauti na wasanii wengi ambao sisi tulikuwa tumewazoea na vitu kama hivyo. Utokaji wako wa Harmorapa umetoka na maswali mengi sana. Umetoka bonge la kiki. Alafu umetrend kwa muda mfupi, umekuwa kule tofauti. Kuna wasanii wamekaa zaidi ya miaka kumi mpaka leo bado hawajafikia pale. Wametumika wasanii wakubwa sana kukuzungumzia nini, mpaka tu wasela au jamaa na waonga bana na vitu kama hivyo. Nini kipo hapa katikati, mpaka wale watu wakubwa kama wana jitolea moyo kukupa kuku, kuku, support kama P Funk shamona, Fid Q pia shazungumzia kuhusu wewe Juma, mpaka akafanya ngoma akakubali kufanya collab na wewe na vitu kama hivyo. Kweli ni kweli, unaona, kwa sababu kwamba watu wakubwa pia wanakaa wananizungumzia mimi wa kwa sababu wameniona kwamba Harmorapa ana kitu yeah. Harmorapa pia ananizamu, Harmorapa mpole, kwa hiyo wameona. kwa nini kuna basi kwa sababu kuna baadhi wengine wananiandama, unaona yeah. Yeah, sasa wale ambao wananisupport mimi wameona kwamba nina kitu yeah. kama ninavyosema kwamba Harmorapa ni mpole, ananizamu na so yeah. Ukimsupport anaweza akafika, yeah, yeah. Ya, ya mfano P Funk Majani yeah. unaona mm. aliponiita akaniambia kwamba akanishauri yeah, kwamba labda mziki hauna mwenyewe unaona, cha yeah, msingi ni kustiki kuangalia unataka ufike wapi na lengo lako nini, unaona, okay. Akaniomba asikilize kazi zangu za awali na, niliachaga kipindi kile kabla hii Kiboko ya Mabishoo unaona, yeah. Mm. Kisema unajua ni Mm. No, kiukweli unajua la msingi ni kubadilika badilika tu kwa sababu mziki wenyewe pia yeah. change yani. Okay. Unaona? Yeah. Pia FDQ kwamba pia ameona hilo kwamba Morapa ana kitu sio kama hata kama mtoto yeye anazaliwa kwa anazaliwa na kuwa na mpaka anafika stage. Mm. E, na nini no, yeah, yeah. yeah. Okay. Mimi mi nataka kufahamu Hamo, uh, kuhusiana na Kiki. Watu wanazungumza sana ah, uh, uh, Mo, bwana Morapa anapewa sana Kiki na nini? Mimi nataka kunijibu. Wewe umepewa kiki, yani kiki imekufuata wewe au, oh, wewe umeitafuta kiki Harmorapa mpaka tunamjua hivi sasa ni yeah. kwamba ni, ni kwamba wewe ndio umetafuta yani zile kwamba utengeneze kiki ndio ujulikane, au kiki tu imekufuata wewe, imekuja tu umejikuta tayari ushakuwa huyo mkubwa Asante. Kivipi? Yeah. Yeah. Kwa mji wangu kwamba nilikuwa na fananisho yeah. na kujua vitu kama vile. Kwa hiyo kufananisho kule kwa watu wakawa wanataka kumjua mtu ambaye anafananishwa na ndotoka na DC ambayo ni Harmonize. Yeah. Yeah. Okay. Da, uli gire, bada na ulichukuliaje ile baada ya kufananishwa na Harmonize? Yeah. Kawaida nilichukulia kawaida kwa sababu unajiona unafananishwa na binadamu mwenzio, unaona. Kwa hiyo lazima yeah. Kwa, uwezi kwamba uwezi kuchukia uweze kunini, unaona. Yeah, kwa sababu mi si jioni watu wanayoniona wamefananisha. Kwa hiyo na inasemekana una beef kubwa sana na WCB kuna kuna ukweli hapo labda ukapiga nao nao story hivi nini au mtu wanaipeleka watu, watu, watu, watu, watu, kwamba inakwenda moja kwa moja

ya yeah, kwa sababu kwamba inafahamika na inajulikana hiyo wazi yeah. Kwa Moze Iyobo mimi, aliniita nyani, alifanyisha na nyani okay. Kwa kitendo kama kile pale, mimi sikufurahishwa nacho na hata kibinadamu sio poa yeye yeah. Binadamu kama mimi, kwa nini anifanyisha na nyani? Unaona? Yeah. Nikamtaka um, niombe radhi samana nini akuweza kufanya kitu kama kile, kwa hiyo hop nafanya nikomesha Yeah. So nikaona ngoja nimjibu kupitia mistari mbo tamfikia hapo, okay. Hapo kuhusiana na japo, uh, umesema kwamba ulitaka ulimwambia ulimwombia uh, radhi na bado mika, mi -mute. kakapotezea akapotezea si ndio? wewe ukaendelea kumkazia na nini? kibinadamu kuna ile kwamba sawa anyways poa ni kwamba usha usha ni usha ni niambie hivyo mm. Kwa mimi na move on yeah, kwa maana mimi nakukataa yani kwamba yani mimi saizi bwana nafanya yangu kwamba sikuzungumzii tena na ile kusamehe vipi, umemsamehe au mm. Ya yeah, nikizungumzia swala kwamba na move on unaona yeah. Au kwamba swala kumsamehe kwamba unajua kwamba yeye yeah, sio hajataka kuninini kwamba mimi nimeamua tu kumjibu pitia mistari unaona yeah. Ya kwamba ujue tu unifikia na nini ameva juu yani. Okay? Kukutana kwako na P-Funk ilikuwaje? Maka mimi nafahamu P-Funk ni moja kati ya producers ambao kipindi kile muziki unaitwa muziki, ilikuwa ukifanya naye kazi P-Funk unaonekana kweli, unajua. Na P-Funk alikuwa akikaa akimzungumzia msanii. Watu wanasema kweli, huyu msanii noma. Ulikutana kutana vipi na P-Funk? Kuna mtu aliku direct au ulienda mwenyewe au yeye alikuita yeah, na vitu kama hivyo? Ya, nikizungumzia swala kutana na P-Funk kwamba baada ya kuona kwamba Morapa anasikia Morapa hivi na hivi, yeah. Unaona? Ye ye pia ye kwamba alitafuta mtu gani wa karibu ambaye anaweza nikampata Harmorapa, yeah, yeah. Ya, baada ya kumpata mtu wa karibu ambaye akampata Harmorapa akanitafuta, unaona yeah. Akapata namba yangu ya simu akaanza sikta, anambia Aka nakuhitaji studio. Unaona yeah yeah, mimi sikupinga, na nikaona jambo jema sana yeah yeah, nikafunga safari kaenda kwa P Funk Majani yeah. Unaona mm. Akaniambia ya nimekaa nimeka, nimesikiliza nyimbo yako, umeimba vizuri ile, sijaipass yeah. Eh, je, una kazi zingine za nyuma? Nikamwambia mm. Nazo, hebu nisikilize. Nikamsikilizisha akasema da, unaandika vizuri. Unaona mm. Ujumbe unafika ila kwamba ulikuwa una rap style fulani kama kizamani, yeah. Badilike, ya zamani bila kwamba sasa hizi yeah. Unabidi ubadilike. Akanisikilizisha baadhi ya sample ya beat unaona yeah. Na ngoma za mbele yeah. Kwamba unabidi utembee kutokana na muziki wenyewe badilike yani yeah, yeah. tu hip hop biashara okay. ya yeah, hapo hapo uh, baada ya ku Pifank kukupa maelekezo sasa jinsi ya kufanya muziki wako ndio tukaona umetoka na Kiboko Mabishoo sio yeah. So kwamba Pifank ana, ana mchango au kuna mtu ambaye alimweka ali, ali, ali, ali pembeni kwamba sasa Harmorapa, huyu hapa, mistari inabidi umwandikie, iwe hii style apite hivi, ilikuwa hivi ya yeye. yeah, yeah kwamba baada baada kuniambia vile, kwamba kilichofanyika kwamba mimi zile sample ya beat na zile style, kwamba nikazishika, unaona mm -hmm, nilivyozishika nikaanza kufanyia kazi so baada hapo ikafika stage nikaandika ile ngoma, nikaingia studio kwa Mr. T Touch. Ile beat imepigwa na Sam Tachi eh? yeah, okay. Okay. Yeah, ngoma uh, inaitwa Kiboko ya Mabishoo. Bila shaka umwachana sana Mabishoo. Najua tumesikia umezungumza hivyo na vitu kama hivyo hapo, yeah. Ya, ya, labda kwa nini uliamua kuandika ngoma Kiboko ya Mabishoo? Labda kuna mabishoo, labda una bato nao, au kuna watu wanataka kupita kama wewe au ilikuja kuja? Ya, idea ilikuja kuwa kwamba ni kwamba labda kwamba kuna mabishoo na kuna watu ambao kama ulivyosema wanataka kupita kama mimi, so najua vitu kama vile. Kila, kila kitu kina mimi nani, yaani kwamba Mungu mwenyewe ndo anaamua ze wewe kwamba saa hizi ni tena, kwa hiyo yeah. Usijue kwa nini, yaani ukasema kwamba sababu fulani kapita hivi, na mimi labda nipenye penye nipite hivi yeah. Hiyo inakuwa ikifika wakati kweli inaweza ika. Alright, alright, ingoma mmeshindikisha Juma Nature. Connection na Juma Nature kweli, nilikutana vipi tukapeana hizi idea na kitu kama hivi? Ya, yeah, connection na Juma Nature ni nilikuwa nimeongea na P Funk Majani alright ya FIFA kimajani nikamwelezea akasema sawa, akawasiliana na Juma Nature na meneja Juma Nature ndani, yeah. kichiwani yeah. baada hapo ka amenipa namba zake nikaa nimewasiliana nikamwambia, yeah. nikasiliana na Juma Nature pia nikamambia na kazi kama hii, akasema sawa tutaenda kuifanya tukakubaliana, tukaja studio tukaifanya okay. kuna kuna kuna baadhi ya watu wanakuwaga wana kwa wana sana sana kwa wasanii ambao wanakuja ah yeah. Eh, Harmorapa, unajua sawa, unajina saizi lakini wewe ni msanii mchanga mgeni, yeah, umeona eh yeah. Yeah, so kufanya kazi na mtu kama Juma Nature una unazungumziaje experience yako kufanya kazi na mtu kama Juma Nature unamzungumziaje? Kwa sababu kila msanii anapofanya na msanii mkubwa anakutana na changamoto labda na vitu kama hivyo, wewe kwako ilikuwaje kwa, kwa, kwa, kwa Juma Nature ya yeah, kwangu kwanza ni niseme kitu kishu kwamba kwa, unajua siku zote kwamba unapokuwa labda upo chini unakuwa na lengo la kufika sehemu fulani alafu kwamba unakuwa ah na target, nikifanya kazi na fulani na kuwa, kwa kwamba nafsi yako inakuwa inaridhika na, na ndio labda kiu yako. Yeah. Kwa hiyo Juma Nature ilikuwa ni kiu yangu nifanya naye kazi. Na ndio maana yupo stage ile pia nikamtafuta Chris Funk akanifanisha Juma Nature. Kwa hiyo nilifurahi sana Juma Nature kunikubalia kufanya ile kazi kwa moyo mmoja. Alifanya kwa moyo mmoja akajitolea, akanisaidia kweli, akakaa vizuri na akafiki. All right. Yeah. Okay, hii time baa tukaisikilize kidogo kiboko ya Mabishoo kidogo. Tukaisikilize kiboko ya Mabishoo. So mabisho yote mjipange huko mnaosikiliza hivi sasa. Ndio. Kiboko yenu kinakuja hapa au sio? Ndio ndio. Kuna mtu ame, ame unajua iko iko live pia kupitia Capital Radio Tanzania ukurasa wa Facebook. So kama uko na simu yako ya mkononi, unaweza ukaingia ukurasa wa Facebook kwa Capital Radio Tanzania utaona iko live right, mubashara. Yaman. Yeah, Harmorapa ndio building tuko na Kerolite. Ni msanii wako huyo? Sabuka Music, ah, music. E, uh, sa, nikataka nishangae, yani Harmorapa ametoka juzi tu, unamiliki msanii tena, ama unasikia mzee, una push dinga moja matata sana ni kweli au tunaisikiza hapo ngoma, si tukirudi tutarudi. Bado tuko na mdoa hapa, tutamaliza naye, tuna mengi sana. Oh sika, sasa ajiweka kwa nani? Watoto manani na sio kitoto. Eh, eh, sio kitoto. Ah, ah wewe Amber Lulu haya. Oh, kuna ukweli ule ya, yeah, ukweli. Oh, ah. nafasa mtu mkweli watu <laughs> wao. Wewe mbona semeje? Tuko na watu, kasikize ngoma ya Morocco featuring Sanet ya Kiboko ya Mabishoo. Takoa ah. Ma... Kiboko ya Mabisho. Mabisho mlikuwa mnambola mbola, mtoto kangoa mtoto mzuri. Hatari wewe. Mtajute. Yeah, moja kati ya migoma ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa kutoka kwa Harmorapa. Yuko na sana necha kibla kiburi kiroboto. Mkono wa sokwe. <laughs> Ndiyo mtu. Hatari sana, tumesikia mkono Sam kwa T by T sound. Yeah, T sound na anapiga kama T yani, ukisikiza vile vile, yeah mnsomjanapig sana, nataka kufahamu ilikoje kuja mpaka kwa T Touch. Yeah. Kwa mimi ene kwamba nikizungumzia upande wangu unajua, titachi mimi najiona nao toka muda, okay, toka mwaka juzi najiona nao yeah, yeah, yeah na kuna ngoma mwaka jana pia nilifanya, right, kama kiboko ya mabishoo yeah, unaona, mm, kwa hiyo eh, ilikuwa simple tu bali ilipo ilipofika sasa hivi nikaona ngoja nimcheke titachi. Kwani nilienda mwenye studio, nilienda nikaambia nataka nifanye kazi, akasema poa. Yeah, tukakubaliana nini, tukaanza yeah. Okay. Uh, Harmorapa yuko chini ya management yeah, nilifanya. Management yako unaionaje japokuwa kwa macho tunaona ile, wewe unaionaje? baada ya muda fulani utakuwa wapi? Management yangu kwanza, naiona mbali sana. All right, anaiona mbali sana baada ya muda fulani, fulani. Yani. Yeah, yeah, yeah. ndani ya mwaka huu uh, mpaka mwakani uh, Mm. Takuwa ni sio nje ya kwa sababu imekaa na inahakikisha kwamba Harmorapa na hapa lazima nifikishe semu yeah, ya kutoka kutoa mziki hapa Tanzania na kupeka nje ya nchi okay, kufikisha kimataifa yeah, yeah. Na uh, pengine sasa katika hilo swala la kimataifa, labda ushajipanga vipi wewe pamoja na management? Kwa sababu fahamu saa uh, hivi mziki wa bongo unapasua sana mipaka yaani, yeah, ni kwenye yani, imefikia kipindi saizi nje ya nchi yaani wakikaa wasiposikia ngoma za kibongo hawajisikii raha, labda nini, mmejipangaje labda katika kuhakikisha mnapasua mipaka nje bongo, pengine hata nje mipaka ya Afrika, sasa kwenda mbele zaidi. Yeah, hiyo ipo kwenye, yeah. Utaratibu yeah. Unaona, kwa sababu ama hapa ndo kama hivyo, anakuja na anakuja kwa spidi zote yeah. Kwayo, kwa hiyo itahakikishwa kwamba Harmorapa lazima apasumi paka. Right. Yeah. Okay. Mm. Uh, una mpango wote wa kufanya kuna mtu ameuliza kwamba um, una mpango wote wa kufanya ya collab na harmoni... Harmonize? Ya yeah, swala collab kufanya na Harmonize hiyo ni utaratibu. Kuna utaratibu unajua kila kitu kina utaratibu wake. Sure. Yeah, utaratibu, utafata, so, kwa hiyo utaratibu utafuata so. Mambo mengine ataeleta baadaye kini siwezi kusema kama una utaratibu ufanya collab na Harmonize kwa sasa. Na msanii gani ambao unamwangalia ambao unahisi una ukifanya naye kazi, yeah, baadaye itakuwa noma. Yaani unatamani sana kufanya naye kazi iwe Bongo au nje ya Bongo. Ya yeah, msanii ambao unamwangalia anatamani fanya nao kazi, leo kesho ni Alikiba. Yaani yeah, leo okay, kesho natamani fanya naye kazi kwa sababu da iko ndani ya damu, so natamani, yaani siku moja fanyeni kazi na Imani, hata siku nikija fanya naye kazi da nitafurahi sana. Mwatu, wapu wapu wapu. Watu hapo hapo kwa Kiba. Watu wanasema kwa sababu una beef na Moze Iyobo ambaye yuko WCB. Umeona eh? Alafu unaonekana kama uko upande wa Kiba kwa sababu Kiba na WCB kama pia ziende fresh picture. Ndio maana ukatoka unda, mpaka sio hapo tu, kampokea Kiba ukampa t-shirt imeandika Kiba addict na vitu kama hivyo. Yeah. Unaizungumziaje? Kuna ukweli juu ya hiyo au labda ulifanya for love? Yeah, ile pale kwanza nilifanya for love, unaona kwa sababu gani? Yeah. Yeah, ilikuwa kama ni kumpa pongezi. Sababu kitu alichokifanya yeah, sio kidogo, okay, cha kutoka okay, yeah, um, um, na tuzo kule kuleta kwetu. Ile pale kama folavu kuenda kumpa zawadi na pongezi. Um, umekuja na jamaa anaitwa Kiloliti

Kama bininto, miaka nane tisa, moja kati ya wasanii ambao mko chini ya Sabuka Sabuka, yeah. Music Music, yeah. nini Sabuka? Sabuka. Okay, yeah. okay. Um, unamwona Morapa anapopita na unaona anavyovifanya huko nyuma yake umejipanga vipi kupita kama yeye? Pengine ami napita kama mimi ama Harmorapa amepita kama yeye. Sasa hivi anapasuanga yeah. na ni jambo pia la kumshukuru Mungu kwa sababu, mm -hmm. yupo level fulani vikubwa hata kushinda wasanii wakubwa hapa TV kwa yeah. sababu ukiangalia kama juzi hivi mm -hmm. MTV Base yeah. imeonyesha mautundu ya Harmorapa alipofika alichokifanya uone. yeah. mm -hmm. kwa shukrani nyingi sana, ni shukrani nyingi na ni nipongezi ni pia kwa Harmorapa kwa sababu ni kitu kikubwa sana mtu kuonekana hapa yeah. kuonekana pale kwa okay. mimi naweza nikasema moto ndio umeanza kuwaka, ni moto ndio umeanza kuwaka na mimi moto wangu ukiwaka, ina utozima hata siku moja kwa sababu so. Naelewa kitu unachokifanya na nimeshapata fursa ya kukaa SGS sabuka mm. basi ndo nitumie fursa yangu vizuri kwao, mazuri yatakuja tena makubwa sana. Unafanya muziki wa danso, inafanya raga danso, raga danso, kibongobongo. Wasanii wa raga danso ni wachache sana, naweza nikasema kibongobongo wa raga danso, kibongobongo wa raga danso ni wachache sana yeah. ila kwa sasa hivi mziki ambao unakuja juu ni ragadanso kwa sababu unakuta hata wale wanaoimba hip hop yeah. Sasa hivi wanapita kwenye mabiti ya raga danso sure. Unaona, kwa sababu hata wimbo wa bro wetu Joh Makini yeah. Ni ni ni ni wimbo wa waya huu mm. Ni ni style fulani za raga yeah, udogo dogo janja yeah. Dogo janja pia anaimba, anapita kwenye mabiti ya raga raga na sauti pia anaituni kama raga fulani sure. Umeona kwa unaweza nikasa na kasana, kina jina yako kuna uh, nyimbo akina Berlin line wanapita kwenye maraga ya yeah, digit me yeah yeah, yeah lakini mimi naweza nikasema kuwa mm. wanakuja kwenye raga ila soul style zao, umeona right. lakini ni style za watu wengine ambao wapo indeep kabisa na kile kitu yeah, yeah, wapo indeep kabisa na raga dance kwao, naweza nikasema nakuja kuja ku take over man, kwa sababu naelewa ninachokifanya all right, umeona yeah, na muziki wa dance unakuja kufunika serious kwa sababu kuna watu wengi, kuna group seven linaitwa Reagan Dance on Military yep, ambalo pia kuna ridim iliofanyika na wamefanya wasanii wengi, amefanya Fid Q, Ben Laini yeah, yeah. Ilo ilo biti alitengeneza Mtanzania mwenzetu alielala kitandani miaka mitano. Jetman, Jetman yeah, yeah, Uone lile biti limefanywa na watu wengi ambalo pia na mimi ndo nimefanyia wimbo wangu wa competition. Yeah man. Yeah, mbona hizi nitakuachia hapa. Hapa chuko nao hapa. Yeah, yeah man. Kwa... Kana Lindo producer wa wa, wa aliyefanya finishing. Lakini yeah, yeah, aliye produce beat ni Jetman. Jetman. Yeah, Jetman. Okay. Yeah man. Hii kwenye kwenye kwenye competition umezungumzia nini? Hii competition nimezungumzia jinsi mziki ulivyo yeah. na mimi nilivyo. Yeah. Kwa yani competition kwa sababu sasa hivi kuna competition kubwa sana yeah, kwa sababu hata Morapa ameleta competition na watu wengine yeah. Umeone yeah, mtu kama Diamond analeta competition hata nchi za nje huko, umeone yeah. Mtu kama Alkiba analeta competition za za nchi za nje huko kwa yeah. Nimezungumzia issue fulani ya competition, yaani kuwa mimi naweza kufanya na ninahitaji competition. I yeah, need competition Umuone, kwa sababu huogopi, yani bado anaweza kaja chochote, yani yeah. siogopi chochote. Yeye. Yeah, yeah. Kwa, eh, kwa sababu hata huko kwenye kwenye hiyo nyimbo kuna mstari unasema

Yeah. Mwambie rasa asiogope Mike. Yeah. <laughs> Pamoja sana atakuona, uh, bwana Yeah. Uh, anamaliza tu kusema kiboko ya mabishoo, au sio bwana yeah? Fupi mbwilo anasema, uh, Mheshimiwa Hamo Rapa dogo na nyota ya nge. <laughs> <laughs> <laughs> Hai sana Hamo simba eh, majina tu yote, big up sana kwa Morapa wengine, nasema hivyo okay. Alfonsina Joseph wasa, big up kwa Morapa ifahamu uwaka. Uh, anasema anampa, hai sana Morapa, anajua sana okay. Tupite na huku pia, kuna watu kiboko uh, mabishoo ana chakatisha by wile samba, kijogoo mpenda Yesu toka kwa tata classic uh,